DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi. Imetimia saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, 11 Afrika ya Kati, hapa Ujerumani bado ni saa 10. Hujambo msikilizaji, na karibu kwenye matangazo yetu ya asubuhi kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bon. tumekuandalia habari, uchambuzi na makala. Kwa niaba ya wote utakaowasikia mimi ni Bakari Ubena. DW. Habari za Ulimwengu. Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako asubuhi ya leo ni mimi Jacob Safari. Marais wa Kongo na Rwanda watoa wito wa usitishwaji mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Trump na Putin wakubaliana kutoshambuliwa kwa miundo mbinu ya nishati Ukraine na jaji mmoja Marekani asema hatua ya kusitisha ufadhili wa shirika la kimataifa la misaada Marekani la USAID ni kinyume cha katiba. Habari kamili. Doha. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame wamefanya mazungumzo ya kwanza ya ana kwa ana mjini Doha, Qatar hapo jana. Tshisekedi na Kagame wametoa wito wa usitishwaji wa mapigano mara moja mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Congo. Taarifa ya pamoja iliyotolewa pamoja na Qatar, ambaye kiongozi wake ndiye alikuwa mpatanishi wa viongozi hao, imesema usitishwaji huo wa mapigano unastahili kufanyika mara moja na bila masharti yoyote, ila haijawa wazi iwapo hilo litawapelekea wanamgambo wa m 23 kutofanya mashambulizi zaidi wakizingatia kwamba kwa sasa wanadhibiti eneo kubwa la mashariki mwa Kongo kuliko wakati mwingine wowote. Wa Kongo inaituhumu Rwanda kwa kutuma silaha na majeshi yake kuunga mkono na mgambo hao ambao mashambulizi yao yamelitumbukiza eneo la mashariki mwa Kongo katika mojawapo ya wa mzozo mbaya zaidi katika miongo kadhaa. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin wamekubaliana usitishwaji mara moja wa mashambulizi katika miundo mbinu ya nishati nchini Ukraine. Viongozi hao wawili wamekubaliana hayo katika mazungumzo ya zaidi ya saa mbili yaliyofanyika kwa njia ya simu jana Jumanne, lakini Putin hakuunga mkono usitishwaji kamili wa mapigano kwa kipindi cha siku thelathini, hatua inayopendekezwa na, na Marekani. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba anaunga mkono usitishwaji huo wa mashambulizi, ila anataka taarifa zaidi kutoka Washington. Zelensky vilevile amesema nia ya Putin ni kuidhoofisha Ukraine na kwamba hayuko tayari kusitisha vita hivyo. Waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer amezikaribisha hatua zilizopigwa na Trump na Putin katika kusitisha mapigano, ila akasema mazungumzo ni sharti yaelekee katika haki na amani ya kudumu kwa Ukraine. Washington, jaji mmoja wa Marekani ameizuia serikali ya nchi hiyo na bilionea Elon Musk kutochukua hatua zaidi za kulifunga shirika la kimataifa la misaada la Marekani USAID, akisema hatua hiyo huenda imekiuka katiba. Katika uamuzi wa wake wa awali jaji Theodore Chuang huko Maryland amemwamrisha mshauri wa rais Donald Trump Musk na shirika analoliongoza la Doji kuwarejeshea haki za mifumo ya kompyuta wafanyakazi wa kudumu wa shirika hilo na wale walio na mikataba wakiwemo maelfu waliosimamishwa kazi. Uamuzi huo unakuja baada ya kesi zilizowasilishwa mahakamani na wafanyakazi wa sasa na wazamani wa shirika la misaada la USAID. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn Berlin. Kansela anayeondoka wa Ujerumani Olaf Sholz ameusifu mpango wa ulinzi wa mabilioni ya dola uliopitishwa na bunge la Ujerumani jana, akisema ni mchango mkubwa kwa juhudi za ulinzi Ulaya. Bunge la Ujerumani, Bundestag, liliidhinisha mpango wa kihistoria wa kulegeza kikomo cha ukopaji cha Ujerumani kwa ajili ya kupigajia kiulinzi na kutenga zaidi ya dola bilioni mia tano kwa miundo mbinu na hatua za ulinzi wa mazingira. Mpango huo huo umepita kwa kura mpango huo umepita kwa kura mia tano kumi na mbili dhidi ya mia mbili na sita na ilikuwa inachukuliwa kama mtihani mkuu kwa kansela mtarajio wa Ujerumani Friedrich Merz. Merz amesema fedha hizo zinahitajika kwa ajili ya usalama wa Ujerumani, Ulaya na jumuiya kujihami ya NATO. Katibu mkuu wa NATO Mak Rute pia amewapongeza Scholz na Merz kwa makubaliano hayo ya kihistoria. Mogadishu, bomu lililokuwa limetegwa njiani limelipuka nje ya kasri la rais nchini Somali jana, na serikali kusema kuwa bomu hilo lilikuwa limeulenga msafara wa rais. Taarifa ya wizara ya mawasiliano imekitaja kitendo hicho kuwa cha uoga. Kundi la kigaidi la wanamgambo la Alshabab limedai kuhusika na utegaji wa bomu hilo. Taarifa hiyo haikutaja idadi kamili waliofariki kutokana na bomu hilo, ila mashuhuda mmoja amesema kwamba amehesabu miili mitatu ya watu katika eneo la tukio. Rais wa Somalia amenusurika shambulizi hilo. Kundi la Alshabab ambalo linaipinga serikali ya shirikisho ya Somalia hufanya mashambulizi ya mara kwa mara ya mabomu likiwalenga maafisa wa serikali na wanajeshi katika taifa hilo la pembe ya Afrika. Geneva Umoja wa Mataifa umesema kuwa mamia kwa kwa maelfu ya watu walilazimika kukimbia majanga ya kimazingira mwaka jana, ikiashiria haja ya kuwepo mifumo ya tahadhari ya mapema kwa dunia nzima. Katika ripoti yake ya kila mwaka shirika la Umoja wa Mataifa la hali ya hewa na tabia nchi WMO limesema rekodi hiyo idadi ya watu waliokimbia majanga hayo ya kimazingira imetokana na takwimu zilizotolewa na kituo cha kimataifa cha kuchunguza watu walioachwa bila makao idmc kituo hicho kimekuwa kikikusanya takwimu tangu mwaka wa 2008 nchini msumbiji karibu watu laki moja walioachwa bila makao kutokana na kimbunga chido mataifa tajiri pia yaliyeathirika huku shirika la WMO likiyataja mafuriko yaliyokumba mji wa Valencia nchini Uhispania na kusababisha vifo vya watu 228 pamoja na mioto ya nyika nchini Canada na Marekani iliyowapelekea zaidi ya watu laki tatu kuyakimbia makazi yao na hatimaye Washington wanaanga wawili wa shirika la Marekani la sayansi na teknolojia ya angani NASA hatimaye wamerudi duniani usiku wa kuamkia leo baada ya kukwama angani kwa miezi tisa. Butch Wilmore na Suni Williams pamoja na Marekani mwenzao Nick Hague na mwanaanga wa Urusi Alexander Gorbunov walitua baharini huko Florida, huku wakishangiliwa na kundi la watu na msikilizaji. Hapo ndipo ninapofika mwisho taarifa ya habari za Ulimwengu.